Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. After Christmas, manze, we are back again. Chini ya miwa. After a long period of time majamaa eh, tumekua tumelost kiasi, but, uh, jina utaki, yeah, jame to bless, ndio sisi tuko on. Majina kamili ni John Niven, au sio? Mimi ndio jaluo akona jina mbili Razuzungu hata DJ Bones anaeza kuambia, au sio DJ Bones? We are live. Welcome back to Chini ya miwa. Subscribe, share, like, comment.

news entertainment sports hadi udaku hadi udaku. Eh, tumeona manzi yako bro. Ai wewe eh eh, ndio eh, lakini ai wewe ndio tulimuona Al Capone tukampona eh, lakini hatutasema ni nani. Ai tulia tulia

Maboy siku hizi apatikani kwa bukla rahisi, ni maboy wana save ama kuendaje? Juu ya hiyo histori ya mabukla, wako siku hizi wana waka ambao hawana mabwana, watafuta mabwana. Unajua, dem dem wengi wanaenda na boy, wana wababas. Wababas ni mshasha, tengeneza jo jo, tengeneza my friend. Wallahi ndio maana tuko indos, oh bante, tuko on bana, lakini hey, mimi kama scenario yangu ndo kwa kom, maana siendangi bukla

Yeah. E, si si ametuwezesha hmm, like uh, keep in touch. Share, like, comment. Au sio? Yeah. Tuna represent Eastside Chocolate City Choka. Au sio? Yeah. Sio. Kata.